Watu wengi mtandaoni walifurahia kifo cha mabilionea hawa kwa sababu tu walikuwa ndani ya submarine, chombo cha majini kinachoweza kutembea ndani ya bahari. Walikuwa wanaenda kufanya utalii wa mabaki ya meli ya Titanic. Titanic, meli iliyosifika kwa ukubwa wake lakini pia kwa kuzama kwake. Ilikuwa ni mwaka wa 2004, kulikuwa na, na jamaa mmoja anaitwa Stockton Rush. Stockton alikuwa rubani lakini pia alikuwa ni injinia. Alikuwa anapenda sana kukodi submarine na kushuka nazo chini ya bahari, utalii kuangalia samaki na uzuri wa bahari. Baada ya muda, Stockton akagundua jambo moja, kwenda chini ya bahari ni harama kubwa sana ndipo akafikiria kwa nini nisiwe na submarine yangu mwenyewe ambayo nitakuwa na wapeleka watu wengine kwa bei nafuu? mwaka wa elfu mbili na tisa ulipofika Stockton, akaanzisha kampuni yake aliyoita Ocean Gate. Mwanzoni Ocean Gate ilikuwa ikipeleka watalii kuona mabaki ya meli moja kule Italia, na kampuni hiyo ikaanza kupata pesa nyingi sana lakini hilo halikumtosha Stockton. Akapata wazo jingine kubwa zaidi: kwa nini nisitengeneze submarine yangu mwenyewe ambayo itaweza kushuka chini kabisa ya bahari? Lengo lake lilikuwa moja, kuwapeleka watu kuona mabaki ya meli ya Titanic iliyozama mwaka 1912 katika bahari ya Atlantic. Ilionekana kama wazo zuri sana, lakini hata kama ni bei nafuu, kumbuka kwenda chini ya bahari ni hatari sana. Stockton akafikiria kwa kuwa submarine nyingi ni kubwa, yeye atatengeneza ndogo kama gari la Toyota SUV. Kwa kuwa alikuwa injinia, akaanza kutengeneza submarine yake mwenyewe, lakini Titan haikuwa na viti vizuri, haikuwa na skrini nyingi na cha ajabu zaidi ni kwamba Stockton alisema atatumia padi ya kuchezea magemu kuendeshea submarine yake, yani chombo kinachoenda chini kabisa ya bahari kiendeshwa na limoti. Wengi walicheka, wengine walishangaa. Baada ya muda, Stockton akafanikiwa kutengeneza submarine yake aliyoiita Titan akaanza kuifanyia majaribio bila mtu ndani yake, kuona kama itaweza kustahimili presha ya maji ya baharini na ilifanikiwa. Stockton akafurahi sana kwa sababu ndoto yake ilionekana kuanza kutimia. Lakini wataalamu wengi walimwonya na kumkataza Stockton kuendelea. Miongoni mwao alikuwa David ambaye pia alikuwa mfanyakazi wa kampuni ya Ocean Gate. Lakini Stockton hakuwasikiliza, badala yake akamfukuza kazi David kwenye kampuni yake ya OceanGate. Sasa kilichobaki kilikuwa ni kuendelea na majaribio ya Titan. Jaribio lililofuata ilikuwa mtu aingie ndani yake. Stockton akaona siyo shida, akaamua yeye mwenyewe ndiye ataingia ndani. Jaribio likaanza. Titan iliposhuka kama futi kumi hivi chini ya bahari, ghafla ikapoteza mawasiliano kabisa. Lakini Stockton hakuogopa, aliendelea kuangalia samaki na uzuri wa bahari. Kwa bahati nzuri, alifanikiwa kuendesha Titan na kuirudisha juu kidogo, na mawasiliano yakarejea. Hii ilitosha kabisa kuonyesha kuwa submarine ya Titan ilikuwa na matatizo, lakini Stockton hakujali. Badala yake alitoka nje akafanya pati na wafanyakazi wake, akiamini kila kitu kiko sawa. Mwaka wa elfu mbili na ishirini na moja Stockton na kampuni yake ya Ocean Gate walianza kupeleka watu rasmi kwenye masalia ya meli ya Titanic, baada ya majaribio yao machache Safari hiyo ilikuwa ina gharimu dola 250,000 za Kimarekani ambazo ni sawa na takriban milioni 580 za Kitanzania. Pesa hii ilikuwa kubwa sana, na mabilionea tu ndiyo wangeweza kuingia ndani ya submarine hiyo. Walifanikiwa kupeleka watu kama 13 hivi, lakini mara kwa mara Ocean Gate ilikumbwa na changamoto nyingi sana kama vile kupoteza mawasiliano. Hata wakati mmoja watu waliwahi kukaa ndani ya OceanGate chini ya bahari kwa masaa 24 baada ya betri ya submarine hiyo kuharibika. Mwaka wa 2023, safari ziliendelea kama kawaida kwa sababu OceanGate ilianza kusifika sana mitandaoni na dunia nzima na kwenye vyombo vya habari. Safari nyingine ilipowadia, watu watano waliingia ndani ya Titan, akiwemo Stockton mwenyewe. Titan ikaanza kushuka chini ya bahari. Mawasiliano na mainjinia waliokuwepo ufukweni ilikuwa shwari kabisa, lakini muda ukapita. Hafla, umeme uliokuwa ndani ya Ocean Gate ukazimika. Ocean Gate ikapata implosion. Ikapasuka kwa nguvu kubwa pa! Kila aliyekuwemo ndani alifariki. Wataalamu wanasema Titan ilipasuka kutokana na presha kali sana ya maji kule chini ya bahari. Titan ilipasuka vipande vipande na kupotea kabisa. Sababu kubwa ilikuwa ni Stockton ambaye aliendelea kulazimisha kushuka chini ya bahari licha ya kifaa chake cha Titan kuwa na matatizo mengi ya kiufundi. Pengine kama angekubali ukosoaji wa David, yote haya yasingetokea. Hadithi ya OceanGate ikawa funzo kwa dunia nzima. Unadhani ubunifu unapaswa uende kiasi gani? tuachie mawazo yako kwenye comment. Ili kuendelea kupata stori za kweli za maisha halisi zinazosisimua na kugusa moyo, usisahau kulike na kusubscribe. Mimi ni Kelvin Daud.